Geita msikilizaji, tayari ni saa tatu dakika sita likwambia kwamba tutakuja na dondoo za kimichezo lakini, kwa sasa tunayo habari njema sana hapa kwa ajili yako, na tuko na ndugu zetu YAS leo bwana, wamekuja na habari njema sana. Uh, kwa ajili yako na mgeni wetu hapa anaitwa Anadelis Kazimoto. Huyu ni meneja wa YAS uh, Kagera Magharibi na hapa anamaanisha kwamba ni uh, kwa wilaya za Ngara, Misenyi, Karagwe pamoja na Kyerwa. Karibu sana. Asante sana. Habari ya asubuhi. Kwema kwema kabisa. Ndio, sogea kisemeo na kupata kwa mbali. Hapo hapo. Habari nzuri. Ndio, karibu sana asubuhi hii ya leo ndani ya asubuhi njema. YAS leo mna jambo gani ambalo mmekuja nalo? Uh, YAS leo tuna mambo makubwa matatu nitayazungumzia. Uh, jambo la kwanza ni Amka na Mix mm. Uh, jambo la pili ni Mix kilimo na jambo la tatu ni Lipa kwa simu vyote okay. Nitavielezea kwa kina. Ndio, karibu uh, sana. Hebu tuanze na Amka na Mix, imekwaje? Amka na Mix ni campaign ambayo ilianza mwezi wa sita mwaka huu kwenye tarehe 12 13 hivi. mm -hmm. Uh, hii kampeni imelenga kwa wateja wetu wote wa Yas ambao wanatumia Mixx. Mixx kwa maana ya najua bado sa, sa, kuna baadhi ya wateja bado inawachanganya Mixx ni nini? Mixx ni huduma za kifedha ambao zamani tuliitwa Tigo Pesa. mm -hmm. Kwa hiyo amka na Mixx uh, imelengwa kwa wateja wetu wote ambao wanafanya miamala ambapo unapoamka asubuhi kuanzia saa 12 mpaka saa mbili muamala wako wa kwa kwanza unaofanya kwa kutuma pesa kwenda kwa rafiki, ndugu, jamaa, baba, mama, nani, ambapo ni muamala ambao lazima unatumia line line ya ya Mix Mix, lakini unayemtumia pia anatumia line ya Yas Mix mm. ambapo huo muamala wa kwanza utarudishiwa makato yote kwa asilimia mia moja. wow. bila kujalisha unatuma shingapi, lakini ni muamala mmoja kwa siku okay. Ndiyo. kwa mtu akiamka asubuhi anaamua kuwalipa vibarua wake waliofanya kazi ya ujenzi jana, analipa milioni moja na kuna makato hapo yalikuwepo, kwa hiyo anarudishiwa yote, anarudishiwa yote. wow. Kwa lugha nyingine ni sawasawa na kwamba muamala wake wa kwanza haijalishi ni wa shingapi. mm. Hauna makato, hauna makato, hauna makato, hauna ah. imekaa poa sana. Kwa sasa hii inamaanisha kwamba yaani mtu anaweza akasubiria kwamba kutwa nzima hiyo, nasubiria nasubiri kesho asubuhi, kesho asubuhi navyoamka, hiyo saa kumi na mbili hiyo saa moja, ili mradi tu kabla ya saa mbili kamili, okay. anatuma huo muamala. Nakumbuka kuna kujiunga mteja yoyote wa Mixx au wa YAS, mm. moja kwa moja anakuwa amequalify kuingia kwenye hiyo offer au kampeni maalum ambayo tuko nayo ya Amka na Mixx Sawa, so, mmetazama nini kwenye kuja hii Amka na Mixx na pengine labda wamegundua kuna changamoto, watu wanahangaika, wana, wana namna ya kutuma miamala na vitu kama hivyo. Of course kitu cha kwanza mtu akitaka kufanya miamala, kitu cha kwanza waga namaza da makato inakuwaje? mm. Yeah, mtu mwingine nakuta watu wengine wanaona wana, wana, tu watumie kesha au asubiri atume hela kwa design gani, namna gani? mm. Vipi, lakini tumefikiria kwamba wacha tuwape wateja wetu turudishe kwa jamii, na hii ni moja namna moja wapo ya kurudisha kwa jamii, kwa sababu kama unatuma kwa mfano muamala ambao ungekatwa shilingi elfu tano mm -hmm. Lakini hiyo elfu tano yako unakuwa umeisave, ina ina maana tumewakumbuka wateja wetu na tunawajali wajali sana. okay. yeah. Hilo ni jambo zuri kweli kweli. Sasa kuna wale ambao hawafahamu mpaka leo eh, namna ya kujiunga na YAS na namna ya kutumia Mix eh, hii leo anakusikiliza anasema sasa nachukua hatua, anafanyaje? Ni rahisi sana kupata laini ya Yasi unatakiwa tuwe na namba ya NIDA namba hmm. ya NIDA tu inakuwezesha kupata laini ya Yasi na ukishapata laini ya Yasi ukisajiliwa, moja kwa moja utasajiliwa na huduma za Mixx ambapo unapiga nyota 150 nyota 01 moja alama ya ya reli unaweza kufanya huduma nyingi sana kwenye upande wa Mix, ukiacha ile uh, kutuma pesa. Unaweza ukatoa pesa, unaweza ukalipa kwa simu, unaweza ukalipa bili, unaweza ukafanya mambo mengine kibao. Na kubwa zaidi ni kwamba tuna application maalum inaitwa super app. Mm. Kwa maana kwamba wale watumiaji wa smartphone au simu janja anaweza ka download super app akafanya miamala yake au shughuli zote zinazohusiana na mix badala ya kutumia njia ndefu ya nyota mia moja hamsini nyota sifuri moja reli, akafanya kwa uharaka zaidi na rahisi zaidi kupitia hiyo application maalum. Sawa, hilo ni jambo zuri. E, bila shaka kwa huyo ambaye anasikiliza muda huu atakuwa amepata mwongozo mzuri zaidi wa yeye namna ya kujiunga na uh, YAS, lakini pia kutumia uh, mix Sasa tuangazie kwenye jambo la pili ambalo umelizungumzia hapa, hasa kwenye upande huu wa mix Kilimo. yes. hiki ni kitu gani? Uh, Mixx Kilimo ni ipo kwa muda mrefu, kwa kweli, ni ni huduma ambayo inawawezesha wakulima kupokea malipo yao mm. ya kilimo cha biashara walichokifanya. Kwa mfano, Kagera tumejikita sana kwenye kilimo cha kahawa mm -hmm. Kwa maana sasa hawa wateja wetu au wakulima wetu wanaweza kuchagua kupokea malipo kupitia line yao, hiyo hiyo ya YAS kupitia Mixx. mm. Ehe, ni huduma ambayo ipo ni mwendelezo kwa sasa kwa, ki, kwa kipindi hichi, si unajua sasa hivi tuko kwenye mavuno ya kahawa mm. ehe, sasa mpaka sasa tumeshalipa takriban wakulima elfu moja ambao wamechagua kupokea malipo yao ya kahawa kupitia line zao za YAS Mixx. Kwa hiyo tunawashukuru sana wa, wakulima wetu kwa kutuchagua aa, na vy vyama vya msingi of course, ambapo kwa maana yake, ili kuweza kupata haya malipo mm. lazima mkulima amejisajili kwenye chama cha msingi. Kigezo cha kwanza ni mm. line ya YAS. Okay. Lakini pia awe amejisajili kwenye vyama vya msingi, kwa jina lingine vinaitwa Amcos. Mm. Eh, akishajisajili huko, ina maana kinachobaki ni viongozi wa Amcos kudhibitisha hayo majina na kutupatia sisi, na mwisho wa siku ni dakika 0. Yaani, ni muda mfupi sana kwa sababu tu, wakituma majina kwetu au kila mtu ana inakupo na kiwango cha ambacho mtu anatakiwa alipo, labda ameleta kilo ngapi za kahawa anatakiwa alipo mm -hmm. Kiasi hichi. Kwa mm -hmm. ni kitendo cha kuklik tu tukisha verify majina tukatuma, kweli kila kitu kiko sawa, tukiklik tu anapokea malipo papo kwa hapo. Okay. Eh, eh. Na na faida hapa ni ipi? Yani kwa kwa nini nitumie ni Mixx Kilimo yes, eh, badala astumie hizo njia zingine za kupokea malipo? Kwanza ni salama. Mm -hmm. Ah, tunajua kabisa ukichagua kupokea kwa njia ya kesh ambavyo unaweza kupoteza hizo pesa. Mm -hmm. Dunia sasa hivi imeharibika, ehe. Kwa hiyo ukipokea hela kwa njia ya simu ni inakuwa ni salama zaidi, lakini pia ni rahisi, kwa sababu tuna mawakala kila sehemu, kila vijiji, kila kata. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi, ukipokea pesa yako, ukataka kutoa kiasi fulani cha pesa, unaenda kufanyaje? kutoa kwa hmm. wakala lakini vile, vile kupitia uh, ukichagua kupitia, kupokea malipo kupitia Mixx unaweza ukaamua kusevu kwenye kibubu cha kidigitali mm -hmm. Ina maana unahamisha pesa kutoka kwenye akaunti ya Mixx unahamishia kwenye kibubu, na ni bure kabisa, mna makato. Umeamua umepokea labda milioni saba unaamua, mm. labda milioni mbili. Nataka ni niweke ni ni kwenye kibubu, niweke kwenye kibubu. Mm. Unaamisha hiyo milioni mbili kwenye kibubu bila makato. Na ukitoa ni, kwenye kibubu, kurudisha kwenye, mm. kwenye akaunti yako ya Mixx ni bure kabisa mna makato. mm. Lakini vile vile unaweza kufanya miamala mingi, kununua ruku, kulipa bili, ku... Kwa wanaobeti, unaweza uka beti. Kwa kuna hisi, vitu vingi ambavyo anaweza kuvifanya. Lakini kuna kitu kingine ambacho tumekuja nacho, mm. mm. unajua mtumiaji wa Yas au Mixx, mm. leo nimesajili laini Yeah, ili kuweza ku, kuingia kwenye vigezo vya kupata mkopo mm, lazima umetumia line takriban kwa siku tisini. Hicho mm, ni kitu cha kwanza yeah. Lakini vilevile hizo siku tisini auwezi uh, ukakopa kiwango kikubwa, kinaanzia kiwango cha chini kabisa kidogo, kuanzia mm, shilingi elfu moja. Unavokuwa unavyokuwa unakopa, unarudisha, ndio unaweza kukualify kwenda kwenye kiwango kikubwa, tuseme mpaka laki laki moja mm. Lakini kwa mkulima yeyote sisi ambaye ameshapokea malipo mm. kupitia malipo yake ya, ya kilimo tuseme kahawa mm. moja kwa moja, yani kitendo cha labda mwezi huu umepokea malipo, umechagua kupokea malipo kupitia Mixx, hapo hapo umekwalify moja kwa moja kupata mkopo wa laki moja, okay. Kitu ambacho mtu wa, mimi na wewe kawaida ambao tupokee malipo kufika laki moja sio mchezo, lazima u, unatumia sana laini na mm. u unakopa na kurudisha mara nyingi, lakini kitendo cha kupokea malipo kupitia Mix moja kwa moja unakuwa umeingia kwenye mkopo wa laki moja; papo kwa papo, ukitaka mkopo unapata laki moja okay. Ehe, hiyo ni hatua nzuri kwelikweli ambayo bila shaka wewe mkulima ambaye unatusikiliza hapa unaweza ukachukua hatua hii leo eh, na kwanza kufurahia eh, huduma hizi kutoka YAS na kutoka Mix by YAS, na utafurahia kwelikweli. Jambo la tatu ambalo umelizungumzia hapa ni lipa kwa simu Yes, naomba kabla sijaongelea lipa kwa simu kuna mm. jambo moja kubwa muhimu kuhusu Mixx Kilimo ambalo ni muhimu kwa wakulima wetu na wadau wetu waweze kufahamu. Waga pia kwenye kampuni ya YAS Mixx tunapenda kuchezesha draw. Okay. Ambapo mwaka jana mwezi wa 11, mwezi wa 12 hilo draw ilichezeshwa Karagwe. Mm. Wakulima wote wa Kagera tuliunganika nao Karagwe. Tulipata washindi takriban watatu wa pikipiki, tulipata washindi wa baskeli, tulipata washindi wa sola mm -hmm. na washindi wa, wa sim, simjanja kivipi hapo? Umezungumzia draw ichezeshwa, <laughs> he hadi leo, he hapo. Kama mkulima sasa unaona, kwa mfano kama leo nimekwambia mpaka sasa mwaka huu tumeshalipa mm. wakulima wakulima elfu moja mm. kwa hiyo, au wakulima elfu moja wote wanaingia kwenye draw draw inachezeshwa, okay. E, kama bahati nasibu inapogongea mm. huyu mtu kashinda nini kashinda nini kashinda nini hivyo hivyo okay. Uh, na mwaka huu mwezi wa nane nane nane ambapo si unajua kikanda ilifanyika Mwanza yeah, tuliwabeba wakulima wetu, draw pia ilichezeshwa, tulipata washindi wa pikipiki, tukapata washindi wa baskeli na wasimjanja vile vile hmm. kwa hiyo mwisho wa siku kitendo tu cha kuchagua kwamba mimi nitachagua kuwa na nitasajili kwa line ya YAS mm -hmm. na nitachagua kupokea malipo yangu yakawa kupitia mix hmm. kwa moja kwa moja, unajua kabisa, moja kwa moja unaingia kwenye draw na yeah, mwisho wa siku dr ikichezeshwa unaweza ukajikuta umejishindia pikipiki, simu janja sola, na simu janja na vitu vingine ambavyo vinaweza vikawepo vikawekwa tukadri tunavyoenda ah, imekaa poa sana se. Kwa hiyo kutumia tu mix kwenyewe ni fursa tayari ambayo, yeah, inakuwa imefunguka moja kwa moja. Sawa, asante kwa ufafanuzi huo mzuri. Tukihamia sasa kwenye upande wa uh, lipa kwa simu mm-hmm. yenyewe iko vipi? Ha, lipa kwa simu ni huduma ambayo tulileta mahususi kwa ajili ya wafanyabiashara au watoa huduma, mm. kwa maana kwamba mimi ni mtoa huduma au mimi ni mfanyabiashara kuliko kujilimit mwenyewe kwamba mteja akija lazima awe na cash, au unampa mteja optioni, mm. au machaguo kwamba mwenye cash atalipa kwa cash, au fedha taslim tunaita au mwenye ambaye hela yake ipo kwenye simu au mm. ipo benki atalipa hivyo hivyo na mwisho wa siku hela nitaipata. Okay. He, he, kwao ni njia ya malipo uh, nitoe ni, ni ufafanuzi vizuri, kwa kwa sababu mara nyingi uh, watu wamekuwa wakifikiri waki waki kwamba ataenda kwa wakala mm. lengo lake ni kutoa pesa atumie lipa. Hiyo ni kitu ambacho tunakikataza na tunawahimiza mawakala kutumia laini zao za mawakala mm. ili, ili wampe nafasi mfanya biashara wa kawaida au mtu wa huduma nyingine tofauti aweze kutumia ilipa kwa simu kadi tulivyoelekeza kwamba lipa kwa simu itumike. Kwa mteja ambaye anataka kupokea malipo ya bidhaa hmm, alizozinunua au ya huduma aliyoipata, hana cash, kwa hiyo atalipa kwa njia ya simu, okay. Hiyo ndo maana yalipa kwa simu. Na alipa kwa simu tunaitoa kwenye sehemu nyingi, inaweza kawa sehemu ya saluni hmm, kwa kinyozi, kwa wanaosuka, vituo vya nini hizi petrol station, hmm, vituo vya mafuta ehe, maduka ya jumla rejareja wa, wa sokoni, mama ntilie na kina nani wote hao wanaweza yeah, kuwa na hiyo huduma ya lipa kwa simu. Na ili kupata hiyo huduma kwa lipa kwa, kwa simu ziko za aina nyingi nyingi, kuna ambao ni mfanyabiashara wa kawaida. Sawa, asante kwa, kwa maelezo hayo lakini uh, kumekuwa na sijajua kama ni, ni, ni, tunaweza kuiweka kwenye sehemu ya changamoto mm. Eh, kwamba kwa hawa ambao wamekuwa wak, wakifanya wakipokea malipo kupitia lipa, akamwambia leo imegoma haipokei malipo. Je, ni hii pia ipo kwenye vigezo kwamba labda yeye alikuwa kwenye kigezo cha, cha machinga yeye ameenda kuhudumia kwa maana ya kiwango kikubwa ama kupokea miamala mikubwa au hii ikoje? Uh, of course, machinga kwa maana kwamba ametumia kitambulisho cha machinga mm. mama ntilie ambaye ametumia kitambulisho cha NIDA na mfanyabiashara mkubwa na wakati ambaye ametumia leseni na tini mm. kuna kiwango maalum ambao tunaita wallet limit mm. Uh, machinga hawezi kuweka zaidi ya milioni kumi au mamantirie mm -hmm. Lakini hao wafanyabiashara wengine wakubwa tunaenda milioni 30 hadi milioni 50 kiwango, okay. Lakini kwa upande wao kwa namna umeelezea, ni kwamba tuna kwa sababu ya kujaribu kuzuia wakala asitumie lipa kwa simu mteja anapoenda kutoa pesa na kuweka pesa, unakuta mm -hmm. Tunazifungia, kwa hiyo mara nyingi ukikutana na hiyo ni unakuta saa nyingine tumezifunga, tumegundua labda wakala anatumia lipa kwa simu tofauti simu Biashara umesikia? Asante pia kwa ufafanuzi huo mzuri. Kwa huyo ambaye anakusikiliza hii leo anatamani kujiunga na Yas na kufurahia haya mengi mazuri ambayo umeyazungumza hapa, una kipi cha kumwambia tukiwa tunahitimisha mazungumzo yetu? Kwa huyo ambaye anakusikiliza sasa hivi anatamani kujiunga na Yas, anafanyaje yani, zile hatua za kufuata ili ajiunge na Yasi na aweze kufurahia hizi huduma zote tulizozungumza hapa. Asante. Okay, e, kwanza kabisa ni muondoe wasiwasi mtu yoyote ambaye anataka kutumia laini ya Yasi kwa sababu najua zamani ilizoeleka, Yasi hatupatikani maeneo mengi mm, lakini sasa hivi niwahakikishie, maeneo mengi tunapatikana na, na tunapatikana kwa kasi ya 4G yenye kasi zaidi. Tukiongelea maeneo kwa mfano, niongelee Ngara sasa nikiongelea kule Kirusha, Kasange, Mugoma village kule, nikiongelea Ntobeye, nikiongelea kule Keza, Bugalama, nikiongezea, nikiongelea Bukililo, ambao hatuna hata miezi mitatu, tuna site mpya ambayo ina 4G kwa maeneo mengi sana tunapatikana, tofauti na zamani. Kwa hiyo hilo, kwa hilo ni watoe wasiwasi. Kwa hiyo cha kufanya wewe, fuatilia namba yako ya NIDA au kajiandikishe NIDA upate namba yako ya NIDA uweze kusajili line ya Yasi na mengine yote yatakuwa ni historia. Na kama wewe ni mkulima emchagua kupokea malipo yako kupitia line ya Yas jili line ya Yas, nenda kwenye chama chako cha msingi, jisajili, waambie mimi nataka nipokee malipo yangu kupitia line ya Yas, na utafurahia hizo utafurahia hizo huduma nyingi zote. Mimi nikushukuru sana uh, Anadelis Kazimoto kwa kuja kwa siku ya leo na kwa haya ambayo tumezungumza, bila shaka kwa msikilizaji ambaye amesikiliza hapa atanufaika nayo. Nashukuru sana sana san. Asante sana msikilizaji, uh, ikiwa tayari ni saa 3 dakika 22 Uh, tarejea hivi punde baada ya uh, kutoka hapa uh, kupata ujumbe 93.7, radio Kwizera fm Kigoma. Safari moja kuanzisha nyingine, usiogope kubali, kila siku yeah, ujifunze jambo jipya <laughs> wewe ni kizazi smart.